Mwanamume anachangia pakubwa kwenye matatizo yanayoikumba ndoa. Jadili kauli hii ukirejelea hadithi Fadhila za Punda. Luka kujitenga na Lilia, anapohamia kwenye kasri la gavana Lilia anasalia kwenye upweke. Luka kutaka kumtumia Lilia kwenye kampeni licha ya kuwa mja mzito. Lilia anaishi kupoteza ujauzito. Luka kumdhalilisha mkewe kwa kusema kuwa si mke aliyemoa, kwani au kwa kuwa na umbo kama nguruwe. Luka kutomuhusisha Lilia kwenye maamuzi ya kuuza kanisa. Luka kupuuza ushauri wa Lilia dhidi ya kuingia kwenye siasa ashikilia msimamo wake na kujitisa kwenye kujitosa kwenye siasa, anahusika kwenye ajali mbaya. Luka kuanza kumpiga Lilia kwa sababu ndogo ndogo kama chumvi kutokolea kwenye chakula. Saba. Luka kuwa na mahusiano ya kimapenzi nje ya ndoa, anaonekana akiandamana akiandamana na mwanamke fulani nane. Luka kumtawisha Lilia na kumfanya ache kazi ili awe akipokea ya wageni. Swali la pili, kila mchezea wembe. Tembo anamtusi Emi anapolewa. Tembo anampiga Emi baada ya kulewa. Tembo hakimu mahitaji ya familia yake hajui wanawe wanakula na kuvaa nini. Ulevi wa Tembo unamfanya Emi atake am... ampe talaka. Tembo analala kwa Anji, ambako anaibiwa pesa zote. Tembo anaondoka nyumbani bila kumjuza Yemi che. Umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitafanya kesho. Shukran.